Habari njema iki, iki, iki, ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV, hali gani mtazamaji wa Bukelebe TV? Kwa siku ya leo tunalo somo nzuri sana, tutaenda kujifunza somo la uhusiano, na tutajifunza namna ya kuishinda dhambi ya uzinzi na uasherati. Ngoja ni kuambia ukweli mgumu, lakini ndio ukweli unaokoa maisha. Dhambi ya uzinzi haisubiri mpaka ujibu meseji. Dhambi ya uzinzi haisubiri mpaka useme, acha nifikirie kwanza. Dhambi ya uzinzi haisubiri mpaka useme, acha nifunge na kuomba. Dhambi ya uzinzi haisubiri mpaka useme, nitakuwa makini baadaye. Dhambi ya uzinzi haisubiri mpaka moyo wako uwe tayari. Dhambi dhambi ya ya uzinzi uzinzi haisubiri mpaka uwe dhaifu. Dhambi ya uzinzi inakuja ghafla, inakukuta ukiwa kawaida tu haisubiri mpaka uingie kwenye dhambi ndipo ikushike. Inakushika kabla hujaiona. Wengi wetu tunaambiwa mara nyingi tukimbie zinaa, ila mara nyingi hatufundishwi namna ya kukimbia. Leo tutajifunza kwa undani zaidi, wewe sikiliza tu. Tuanze mbali zaidi. Uzinzi haupigwi unakimbiwa. Biblia haijasema pambana na zinaa, inasema kimbia zinaa16 kwa nini? Kwa sababu kuna dhambi unaweza kuomba ukasimama na ukaishinda, lakini zinaa haipigwi uso kwa uso. Ukikaa karibu nayo tayari umeshanaswa. Kuishinda zinaa kunahitaji kasi. Kuishinda zinaa kunahitaji maamuzi ya haraka na kukimbia bila kujadiliana. Tatizo kubwa, tunawaambia watu wakimbie zinaa, lakini hatuwaonyeshi namna ya kukimbia. Leo nataka nikuelekeze namna ya kuikimbia, lakini kabla ya hapo, tuanze mbali kidogo. Hebu jiulize, kwa nini miziki mingi ya kidunia inaimba mapenzi? Kwa nini nyimbo za video zina uchi? Kwa nini nyimbo za video zina maumbile yanayoamsha hisia? Na kwa nini nyimbo za video zina midundo inayochochea mwili? Kwa nini biti nyingi zinafanya mwili uitikie kabla hata akili haijafikiria? Hii si bahati mbaya, ni mkakati. Midundo inacheza na hisia, midundo inacheza na mwili, midundo inacheza na homoni, midundo inacheza na tamaa. Katika video nyingi za miziki ya kidunia, watu wanacheza uchi, si kwa sababu tu ya sanaa, ni kwa sababu uchi unauza na uchi unaharibu akili pole pole kwa watazamaji, na huu ni mkakati wa shetani. Ukiingia Facebook, ukiingia TikTok, ukiingia Instagram, ukiingia Snapchat, unakutana na wadada wamejiposti nusu uchi, unakutana na maandishi ya kuvuta hisia unakutana na namba za simu nijulishe, unakutana na mauzo ya video chafu, unakutana na live zenye maudhui ya ngono. Mbaya zaidi, hata katuni na filamu nyingi leo zimejazwa ishara za ngono, maneno ya mapenzi yasiyo na maadili, vitendo vinavyoharibu saikolojia ya mtoto na kijana. Zaidi ya asilimia kubwa ya maudhui ya burudani leo yameundwa na kuchochea tamaa. Nisikilize hapa vizuri, shetani hapigani kwa panga, shetani hatumii risasi Shetani hatumi mabomu, anapigana kwa akili na saikolojia. Anachofanya anakujaza picha, anachofanya anakujaza mawazo, anakujaza sauti, anakujaza matamanio. Bila wewe kujua, akili yako inabadilika taratibu. Hata dhambi hii ikija, unakuwa rahisi sana kujiingiza, kwa sababu akili na saikolojia yako vimeathiriwa tayari. Ndo maana Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo, Mithali 4 ishirini na tatu. Unaweza kuwa salama leo, lakini kama inakuwa, lakini kama hakuna mabadiliko, kizazi kinachokuja kitakuwa kibaya zaidi. Usisubiri hadi uanze kuongea sana, usisubiri hadi hisia ziwe zimewaka, usisubiri hadi uwe mefika eneo la hatari. Kimbia mapema sana. Tunayo mifano halisi leo. Kama ni mchumba anapoanza kukuita kwake kabla ya ndoa, kataa mapema. Usisubiri uende ndipo useme hapana. Kama ni mawasiliano ya simu, meseji zinaanza kuwa za mapenzi kupita kiasi, kataa mazungumzo. Usisubiri ziwe chafu ndipo uzime. Kama ni mitandao, kama apsi zinakushawishi, futa. Kama peji zinachochea tamaa, anfolo. Kama video zinakudhoofisha, jitenge nazo. Kujilinda sio udhaifu, ni hekma. Tuongee na hili, wengi leo wanashawishi kwa fedha, wanashawishi kwa gari, wanashawishi kwa nyumba wanashawishi kwa kazi, wanashawishi kwa kozi, na wanashawishi kwa vyeo. Usijali, nitabadilisha maisha yako, mimi nina uwezo, niko vizuri kimaisha. Huu ni mtego. Maisha mazuri bila maadili ni sawasawa na maisha yenye mateso baadaye. Shetani hashindwi kwa maneno mengi, shetani hashindwi kwa maneno mengi, hashindwi kwa kujipa moyo, hashindwi kwa kuashiria maamuzi. Anashindwa kwa kuzuia vishawishi. Sikiliza hii, tunapomalizia kama ni dada, acha kuvaa nguo zinazochochea tamaa, acha kujitengenezea mazingira ya kuvutwa kimwili. Kama ni kijana wa kiume, acha kufuata maudhui yanayochochea tamaa, acha kujidharau kwa kusema ni kawaida. Jenga mipaka ya macho, jenga mipaka ya masikio, jenga mipaka ya simu, jenga mipaka ya marafiki, jenga mipaka ya maneno. Uzinzi hauji kujaribu, unakuja kukuangusha. Ukicheza nao utalia. Njia pekee na salama ni kukimbia mapema. Leo sio siku ya kujilaumu, ni siku ya kuamua. Ukichagua kujilinda leo, unajinusuru kesho. Mtazamaji, leo tumekuwa na somo zuri sana na tumeangalia namna gani ambavyo unaweza kuishinda dhambi ya uzinzi na uasherati, na njia kuu ambayo tumeona hapa ni kukimbia kukataa mapema kabla mambo hayajaharibika, lakini pia kujitenga na mitandao ya kijamii, kuunfollow na kufuta kabisa apo ambazo zinakuchochea wewe kuingia katika tamaa, zinakuchochea wewe kujiingiza katika vishawishi na tamaa ya uzinzi. Mimi ni Yustasela Joni, hadi wakati mwingine. Somo hili limeandaliwa na kuhaririwa na Pasta Bukelebe Ngelela, limeletwa kwako nami Yustasela Joni.